Mama, mwambie tu watu waje kwa sababu mama wangu amechoka pia. <laughs> Em, nawetangaza tiketi ili uone hati uchangie kuitafuta iyela ambayo tunaitafuta. Napenda tu niwakaribisha kwenye shoo ya kesho, lakini pia niwapongeze na wale ambao tayari wameshachukua tiketi zao. Lakini tiketi zilizobaki ni kama mlivyoambiwa, ni zipo za elfu hamsini na elfu ishirini. Kwa hiyo karibuni sana, tuendelee kununua tiketi, tukutane kesho. Sio kwamba tungemwandalia mama place yake, maana yake maswali <laughs> <laughs> ni mengi. mzazi nilijisikia vizuri sana kiukweli, nilijisikia vizuri, nilimpigia simu nikampongeza tu, kwa sababu kabla ya hapo tulikuwa tumeshaongea na mimi ni ndo shabiki yake mkubwa, kwa hiyo woga tunaongea mambo mengi, hata kazi zake woga ananishirikisha na msapoti, mimi yani mimi namsapoti kwa asilimia mia moja kwa kweli alifanya kwa, kwa mara ya kwanza zile mheshimiwa Rais lakini alifanya kwa mara ya pili, comments zilikuja tofauti kwenye mitandao ya kijamii kama biashara yake afanye. Nataka wewe kama mama, kwa kulipokea simu kiasi kiasi gani, labda watu wakikuambia kuhusiana na kile alichokifanya. Sahihi, kila mtu alikuwa na mtazamo wake juu ya kile kitu mimi kwa upande wa hofu kwa kweli sikuwa na hofu, isipokuwa nilijisikia tu vibaya the way walipokuwa wanamshambulia ile mtandaoni, na kwa kipindi hicho kwa kweli sikuwahi kuongea na mtu yeyote kwenye simu hata mtu mwingine alikuwa labda ananitumia messages nyingi mtandaoni na nini la, sikuwahi kumjibu mtu na Said, sikuongea naye karibia, nafikiri hata wiki mbili zilikuwa. Kwa hiyo baada ya hapo sasa nikaona, kwa sababu nilijua yaani, kipindi hicho naye mwenyewe pia atakuwa na stress. Kwa hiyo nikaamua tu nimwache atulie. Nilichofanya mimi, nilikuwa tunaomba Mungu ili as, asiendelee kupaniki zaidi. Kwa hiyo baada ya wiki mbili nilimpigia tu simu tukaongea naye kwa vizuri. Kwa hiyo niliendelea tu kumpa moyo na kumfanya aendelee tu kufocus bila kurudi nyuma. Hiyo ni kipaji chake tu Mungu, siwezi kusaba merii kwa nani. Kama yani ni kama hii tu, nilimwambia vipi, mbona uko kimya sana? Tuonani. Akanambia, ah, acha kwanza tu nini, akasema sasa hivi tuko busy kwanza. Kuangalia stori za mtandaoni ndio tulipoanzia. <laughs> <laughs> kama alivyoambiwa mimi bado mdogo kwa hiyo, show inaanza saa 1 na tutamaliza saa sita kasoro. Kwa hiyo saa sita kamili wote tutakuwa tumeitumia show. Kwa hiyo kufika saa sita kamili Watanzania watakuwa wanajadili nini kilifanyika mule ndani. Okay. Katibu wa Rais Mheshimiwa, mheshimiwa waziri Rajabu wa ni mtu ambaye nilikuwa nashirikiana naye kuanda event na mpaka jana alinipa fedha ambazo zinatoka kwa mama kwa ajili ya kuhakikisha event inaenda sawa. Kwa hiyo mama taarifa zangu anazo na amechangia show yangu. Dada, ongea ongea chochote, ila kuhusu wanaume waepuke hapo <laughs> kama wanavyonisupoti kila siku, support hiyo nategemea kuiona kwa kiwango kikubwa kwenye ununuaji wa tiketi, ili kesho tuonane na tuweze kupata uh, moment ya pamoja, tutengeneze historia pamoja yani, ni show fulani ambayo kwenye hiyo show pia tutakuwa tunaselebrate, so, ningefly kama tukiselebrate na mashabiki yote ambao wana uwezo wa kufika eneo la tukio. Habari na, na za muda huu, ndugu zangu waandishi wa habari. Kwanza kabisa nipende kuchukua nafasi hii kuwashukuru, mmekuwa mkifanya kazi kubwa ya kuhakikisha mnatupa support, kazi zetu zinakuwa zikiwafikia wale ambao tunawalenga, na maanisha mashabiki zetu. Nitumie nafasi hii kuwapongeza kwa hilo. Nyie ni moja ya watu ambao mna mchango mkubwa sana kwenye kuikuza tasnia nzima ya stand-up comedy. Aa, lengo kuu la kuwaita hapa ni kuwajulisha lakini pia kutumia nafasi hii kuwakaribisha eh, waandishi wa habari ndo watakua waliko wangu wa kwanza kwenye eventi yangu ya kesho. Kesho nafanya comedy special yangu ya kwanza. Eh, kwa ambao wafahamu comedy special ile ni extended performance. Ni performance ya muda mrefu ambayo inaanzia nusu saa mpaka ah, lisaa ili kuweza kueleweka haraka haraka tu naweza kusema kasema comedy special ni kama watu wanavyoita album kwenye industry ya mziki. Kwa hiyo kiufupi tu nenda nikasema kesho nitafanya albamu yangu ya kwanza. Aa, show itafanyika maeneo haya haya tuliyopo jengo hili ili, ili la PSSF Commercial Complex, na itakuwa na wahudhuriaji mbalimbali wakiwemo wasanii wa Bongo Flava, wasanii wa Bongo Movie eh, wakurugenzi wa makampuni mbalimbali mbali, viongozi mbalimbali mbali wa kisiasa ambao wanahusisha chama na serikali, lakini pia tutakuwa na waalikwa au watazamaji wengine ambao ni mashabiki zetu, ambao ni mashabiki zangu, hususan wamekuwa wakinifuatilia toka mwanzo ya. Kwa hiyo eventi yetu itatarajiwa kuanza mida ya saa moja siku ya kesho na kuisha saa sita. Kwenye event hiyo kuna siti uh, za aina tatu. Kuna makochi VIP na regular. Makochi sita yazungumzia, kwa sababu mpaka napoongea hapa tayari yamekwisha, kwa hiyo hatuna makochi ya ziada. Kwa hiyo nitaongelea viingilio vya VIP na regular, ambao VIP tiketi zake unazipata kwa shilingi elfu hamsini, regular ni shilingi elfu ishirini. Na maeneo ya kupata tiketi yako yako wazi, kwanza unaenda kupata kupitia simu yako ya mkononi kwenye aplikasheni mbili ni Lipe app na Otap, lakini pia unaweza kupata kwenye vituo vyote ambazo tumesambaza tiketi zetu. Kituo cha kwanza ni makusinza Afrika sana, lakini hapo hapo Sinza zinapatikana Simkitaa. Ukitoka Sinza Magomeni zinapatikana kwa sharobaro wa Instagram. Ukitoka Magomeni Kariakoo zinapatikana kwa Lampard Electronic, lakini kwa Mlimani City zinapatikana litomo lakini pia hiyo Mlimani tawa pale zinapatikana Cutting Master Barber Shop ko vituo vyote vitu nilivyokutajia unaweza ukaenda ukajipatia tiketi yako kwa ajili ya event ya kesho. Cha kwanza event ya kesho sio eventi ya kawaida. Cha kwanza ni outing, wote tunajua kesho yake ni Idi. Kwa hiyo tumekutafutia out huku ukisubiri Idi siku ya Jumamosi. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, tujitokeze kwa wingi kuhakikisha tunakuwa pamoja katika historia ya kesho. Lakini kubwa zaidi, mbali na watu kuwepo ukumbini, event yetu itarushwa live nchi nzima kupitia Azam TV chaneli namba 414, pamoja na sinema zetu. Chaneli hizo mbili kwenye, kwenye dikoda ya Azam zitarusha tukio live kuanzia mwanzo wa tukio mpaka mwisho lakini ukiacha mimi kuperform watakuwepo wachekeshaji mbalimbali ambao watakuwa wananisindikiza akiwemo Mama Mawigi, Dogo Pepe, Ndaro, Steve Mousi na wengine wengi. Lakini unajua ili burudani iwe, iwe burudani inabidi iwe imejitosheleza sehemu si zote. Ukiachana na comedy, tutakuwa na burudani ya mziki, tutakuwa na wasanii A list kabisa wa mziki kuhakikisha watu ambao wanakuja kwenye event yetu wanapata pia ladha ya Bongo Flava ya moja wa wasanii wa muziki ambao wataperform pale, tutakuwa naye kakaangu Duli Sax. Kwa Duli Sax ataperform kuhakikisha watu wana enjoy pia muziki mzuri, unajua Bongo Flava bila Duli Sax inakuwa bado haijawa Bongo Flava. Kwa hiyo Duli Sax ataongoza performance zote za Bongo Flava ambazo zitafanyika huko mbini siku ya kesho, lakini pia show nzima itakuwa hosted by Koi Mzungu, Koi Mzungu, yeah, Mzungu atahakikisha ana hosti tukio hilo mwanzo mwisho. Kwa hiyo ombi langu kwa Watanzania, mashabiki wa Said Said na mashabiki wa stand up Comedy na wale wapenda burudani wote, tununue tiketi zetu kwa wingi siku ya kesho, tukutane hapa hapa PSSF commercial complex, lakini pia atakuepo mama yangu kwa mara ya kwanza ipo kwenye press hapa. Huyu ni mama yangu, mzazi kabisa eh, yeah. Yeah. bina bina alikuwa na uh, una unarudia umeona kumwangalia kwenye kamera umeoni vizuri. <laughs> Kwa hiyo ni mama yangu, nimetoka kumpokea, kaambia kabla hujafika nyumbani na press tupitie kwenye press kabisa, alafu tuende nyumbani. Kwa hiyo ni mama yangu na huyu ni dada yangu, akitoka huyu kuzaliwa ndo nazaliwa mimi. Huyu anaitwa Husna. Yeah. Mwenye Me, nenda kumwangalia macho ya tamaa washenzi <laughs> <laughs> Awa wote ni wahuni. <laughs> kama liyamba, kuwa makini ukifika daa, hawa ndio wako nao makini sasa huyu <laughs> ni mama yangu, ndo Mama Said. Kesho pia tutakuwa naye kwenye show yetu pamoja na dada yangu. Kwa hiyo mi nadhani vitu vingine surprise ni nyingi, tukutane hukumbini kesho. Kama kuna mtu ana swali, mi nadhani kwa uchache nilikuwa nataka tujue hizo vitu vya msingi. Mm. Sana. Da India kwa ajili ya kushuti mm. video yake, kwa hiyo Daivan hatokuwepo ila Harmonize anakuja. Harmonize Barnaba, wasanii wengi watakuwepo ndani okay. mm. uh, efanya itukubwa sana mm. kwa nini kwanza atunani, comment show. Hawaii, pia mm. pengine Uh, atuonani kwanza, tumefanya atuonani kwa sababu, cha kwanza pointi zilikuwa ni mbili. Hatujawahi uh, kupata muda wa kukutana mimi na mashabiki zangu ana kwa ana, kwa kuwa hatujaonana nikabidi tutengeneze tarehe ambayo ni ya kuonana. Cha pili ni kile ambacho kinaendea mtandaoni, nikijiuliza kwa nini mwambie rais atuonani, mkahisi mmenikomesha <laughs> Mtoji anacheka. Hii ndio nikaambia sasa, kuongeza kwamba mimi niko sawa, tutafanya na watu wanani comedy show ile watu wanani, tupate muda mrefu sana wa kuidiscuss. Lakini pia kwenye show hiyo tutaongelea tukio zima ambalo mmekuwa mnajadili mtandaoni. So iko hivyo kuhusu sala, kwa nini nimefanyia da da nimefanya ni comedy special, ila mwanza siwezi nikafanya show nyingine mpaka nikishafanya homecoming. Kwa hiyo nikifanya homecoming mwanza, nenda kafanya tukio lingine. Ni ngumu kufanya tu umetoka tu da nenda kufanya hii ya tu nani, mwanza kwa nini <laughs> Kongoja kwanza tufanye hivi, hatuonani Mwanza, tutafanya homecoming na kila kitu kitakuwa sawa.